Baada ya serikali ya kuruhusu shughuli za biashara kuendelea kama kawaida katika miji mbalimbali hapa mkoani Manyara, hali ya biashara imezidi kuimarika, huku wafanyabiashara katika soko kuu la Babati wakiiomba serikali kuwasaidia kuboresha miundombinu katika soko hilo ili kuendelea kunufaika na biashara katika soko hilo. Kwa hali ya usalama kwa ujumla, hali ni nzuri. Uh, watu walipiga kura vizuri kwa mkoa wetu wa Manyara kwa kweli, kwa ujumla mpaka hadi sokoni hakukuwa na vurugu aina yoyote. Watu waliendelea na biashara, japo tu katika mzunguko wa biashara ndio ulikuwa mgumu, lakini kwa sasa hivi hali imerejea, iko salama kabisa, biashara zinaendelea, japo kuna baadhi ya biashara bado zina ziko juu, ambazo zinatoka mikoa ya mbali, lakini kwa sasa hivi zinaenda salama kabisa. tulikuwa tunaomba E, serikali tutusaidie kwenye soko letu napaa apo limetoboka na pa, li, lime, lime, lime, nanine, lime toboke, natakio lizibwe mapema kabla hizi mvua hazijaanza mm. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu serikali tusaidie kwa hilo na kuna ngazi hapa zimebomoka zinatakiwa e, zitengeneze upya kwa sababu watu kina mama wanaanguka humu. Kwa hiyo kwa kweli zinaleta shida hizi hapa. Kwa hiyo hali kwa ujumla ni nzuri. Maeneo na hali halisi hapa ya soko letu kwa kweli sisi kama nahali wafanyabiashara waku hapa ukiangalia vibanda vyetu vile, ni kwamba wakati wa mvua huwa tunapata tabu sana, tunakosa mapato kwa sababu hakuna mteja anaweza akaja akasimama kwenye mvua. Tulikuwa tunaomba halmashauri pamoja na serikali yetu ituboreshe soko hili na kutuwekea kivuli pile chini huko, angalia ni tope, tukija hapa ni tope badala nitope, nitope, kama vile ni vigao wanavyoviwekaga basi, tunaviomba kuwa kwa, kwa serikali yetu ni tulivu na inanisikivu tunaiomba ina, tutekelezee kwa hayo Akizungumza wakati alipofanya ziara katika soko hilo kuangalia shughuli zinazofanywa na wafanyabiashara, mkuu wa wilaya ya Babati Emmanuela Kaganda ameahidi kuendelea kusimamia hali ya ulinzi na usalama pamoja na kuimarisha upatikanaji wa bidhaa katika soko hilo. tumepita kwenye soko hili kuu la Babati na maeneo mengine, tumezungumza na wananchi wafanyabiashara, kina mama ambao wanafanya kazi kwenye eneo hili na kina baba na hakika tumeona kwamba shughuli zimerudi kwenye hali ya kawaida, lakini ni kubwa niseme kwamba kwenye wilaya yetu ya Babati biashara hazikufungwa basi, kwa sababu wananchi wa, wa, wa wilaya ya Babati waliweza kuitikia wito wa kuweza kufanya uchaguzi na baada ya hapo walikuwa watulivu. Kuna bidhaa ambazo tunazitumia sisi, lakini hatuzilizalishi sisi, zinatoka kwenye mikoa mingine kwa hiyo hiyo kidogo iliwatingisha wafanyabiashara wetu, na sisi ndio maana tuko hapa leo kuwatia moyo kwamba waendelee, serikali yao iko imara, tunaendelea kuwalinda. Kuna changamoto chache kwenye eneo hili za, za kimiundombinu ambazo nimezichukua na tutakwenda kukaa na mkurugenzi tuone jinsi ya kuweza kuzirekebisha, lakini ni, ni watoe hofu na niwaeleze wananchi wetu wa Babati wafanyabiashara wakulima, wafanya kazi kwamba wilaya yetu iko salama salimini. Aidha, katika hatua nyingine, DC Kaganda amewatoa hofu wafanyabiashara pamoja na wasafirishaji wa bidhaa mbalimbali kuwa serikali inaendelea kutatua changamoto ya uhaba wa petroli katika mji wa Babati, huku akisema kuwa kwa hivi sasa hali imezidi kuimarika na upatikanaji wa nishati hiyo ni ya kuridhisha ni watoe wasiwasi wanababati, kwamba nishati ya mafuta sasa ime, uh, huduma hiyo imeredia na tutaendelea kupata mafuta kama mnavyoona jana na, na, na leo kidogo, hali imeendelea kutulia kwa sababu baadhi ya vituo vimeshapokea mafuta. Kutoka Babati mkoani Manyara, mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.